Hilo linaweza kuleta mvutano au kuvutiana kisayansi. Ng'ombe ni mwenye asili ya udongo, mtulivu wa kawaida, mwenye kupenda maisha ya kimya na starehe. Nge ni mwenye asili ya maji, mwenye hisia nzito, mchanganyiko wa fumbo na mwenye nguvu ya kuvutia ya ndani. Kila mmoja anapenda udhibiti, lakini kila mmoja anapenda kwa kina. Muunganiko huu ni kama sumaku zenye tofauti, ama zivutane kwa nguvu isiyoelezeka au zitakimbizana maisha yote. Tuangazie katika mapenzi. Ng'ombe anapenda mapenzi ya wazi yaliyo na uhakika na miguso ya kimahaba. Nge anapenda mapenzi ya kisiri ya kina yenye ukali wa kihisia na tamaa isiyosemwa. Wakiwa pamoja wanaunda uhusiano wa kina sana uliojaa tamaa, uaminifu na kujitolea. Penzi lao linaweza kuwa la kudumu hata kama halionekani hadharani. Changamoto: ng'ombe anaweza kuona nge kama mwenye siri nyingi au mwenye wivu usioeleweka. Nge anaweza kuona ng'ombe ni wajuujuu au hatambui kina cha hisia. Mapenzi yao yanastawi wakiaminiana, wote ni waaminifu, wanapenda kwa moyo mzima, tofauti ni mbinu tu. Tuangazie katika kazi na biashara. Ng'ombe ni mfanyakazi mwenye mpango wa wazi anayependa kujua anachokifanya. Nge ni mbunifu wa kimkakati anayeficha hatua zake na kufanikisha mambo kimya kimya. Wakiwa kazini, wanaunda timu yenye nguvu ya ajabu. Mmoja ni mjenzi, mwingine ni mpelelezi. Ng'ombe anafanya kazi taratibu, nge anashughulika na hatari na maamuzi ya haraka. Changamoto, ng'ombe anataka maelezo ya moja kwa moja, nge anapenda usiri na mikakati ya ndani. Kila mmoja anapenda kushika usukani, hisia zinaweza kukutana. Wanaweza kufanikiwa sana wakigawana majukumu, mmoja ashughulike nje, mwingine ndani. Tuangazie afya na maisha. Ng'ombe anapenda maisha ya nyumbani, vyakula vizuri, mapumziko na maumbile. Nge anapenda kufanya mambo kwa siri, meditation, spikoloji na uchambuzi wa kina wa nafsi. Wakiwa pamoja, wanaweza kufundishana. Ng'ombe atamtoa nge ndani kiakili, nge atamfanya ng'ombe kuchunguza nafsi yake. Maisha yao yanaweza kuwa tulivu kwa nje lakini yenye msisimko wa ndani. Changamoto: nge na mabadiliko ya kihisia, ng'ombe hapendi mabadiliko kabisa. Ng'ombe anaweza kuchoka na intensity ya kihisia ya nge. Wakikubali tofauti zao, wanatengeneza maisha yenye usawa wa kipekee kati ya mwili na roho. Tuangazie tabia na changamoto. Wote wawili wana misimamo mikali, wote ni wakali wanapochokozwa, wote hawapendi usaliti. Ng'ombe atapambana kimya kimya kwa ushupavu, nge atatumia hisia, akili na mbinu za ndani kushinda changamoto. Tabia zao nzuri, wote ni waaminifu, wakipenda, wanapenda kwa dhati. Wana uwezo wa kuvumilia magumu na kusaidiana kwa kina. Changamoto kuu, wanapoingia kwenye migogoro Hakuna anayependa kuomba msamaha wa kwanza. Kila mmoja anaweza kujaribu kumtawala mwenzake, vita ya nguvu inaweza kutokea. Wanapofanya kazi pamoja, badala ya kushindana, wanaweza kuwa muundo kamili wa maisha. Ng'ombe na nge ni nyota zinazokamilishana kwa undani wa ajabu. Wanaweza kuwa marafiki wa karibu au wapenzi wa maisha yote, lakini si rahisi. Penzi lao ni kama volkano inavyofunikwa na barafu juu kimya lakini hatari. Wakiweka msingi wa uaminifu, uvumilivu na mawasiliano ya kweli, wanajenga uhusiano usiovunjika. Je, ulishawahi kushuhudia ng'ombe na nge katika uhusiano? Watu wanasema ni hatari lakini ni tamu sana. Endelea kufuatilia mfululizo wetu wa nyota, kila muunganiko unafunua siri mpya. Bonyeza like, share na subscribe ili nyota zako ziendelee kung'ara. Huo ndio uchambuzi wa nyota ya ng'ombe dhidi ya nyota ya nge. Basi ni kusihi usiache kusubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo, ili uweze kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Mimi sina la ziada, nikutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwa heri, bye bye.